Vijana tumeweza kuwashika wengi, wale walikuwa naiba pesa ya watu kwa magari, wanakufuata kutoka bank. Nasikia wanakaa huko ndani ya bank, wanasikiza mashini ikisabu pesa, wanajua ikisabu, ti ti ti, wanajua sasa hiyo ni elfu mia moja, hiyo ni elfu mia mbili, huyu amechukua milioni moja. Wanasikia tu mashini ikisabu, anakaa hapo, anajifanya hako anashughulika, alafu anapigia marafiki zake, alafu anakufuata kufikia jana, watu tisa wameshikwa, walishikiwa Mtwapa, gari nane imeshikwa, hata pesa cash imepatikana, na hao ni wale walikuwa wanavunja magari ya watu. Ukina nchi wa Mombasa, hasa wale wameibwa pesa kwa gari, ule umepaka gari umeingia msikiti kusali, kurudi unakuta pesa iko kwa gari uliwacha, tumgomba wakuje waandike statement ndio tuweze kufunga hii watu. Bila statement yenu itakuwa ni kazibu kote naweza kuita hawa so tungeomba mjitokeze, wale walipoteza pesa wote wakuje mbele tuweze ku, kushirikiana ndio hii watu waweze kufungwa. Endelea kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba mambo ya usalama, mambo ya faida zozote za serikali kutoka mwezi wa Novemba Tumeweza kudhibiti ile vijana wanaitwa Panga Boys, na tutazidi kushughulikia hao. Tumeshika wengi, tumeshika viongozi wao na tutahakikisha ya kwamba hakuna wakora watasumbua watu wa Mombasa.